Mpenzi mtazamaji wa Rubaba TV, na leo ni siku nyingine pendwa, ambapo tupo Kisesa Kanyama na hapa tumekuja na daktari kutoka kampuni ya Koudijs, kwa lengo moja. Hasa mfugaji hapa amekuwa akipitia changamoto nyingi sana ambazo mpaka ikampelekea yeye kuweza kupiga simu kuweza kupata msaada, na changamoto hasa kubwa ni upande wa lishe, lakini pia na upande wa bidhaa bidhaa kwa mujibu wake kwamba kumekuwa kuna changamoto katika mayai yake, lakini pia kumekuwa kuna changamoto za hapa na pale ambazo amekuwa akizipitia hapa shambani. Kwa hiyo leo tuko na daktari ambao kwa kina ataweza kufahamu nini ni chanzo ya hizo shida, lakini pia tutaweza kupata solution nini aweze kufanya huyu mfugaji ili aweze kupunguza hizo changamoto. Cha msingi tu twende pamoja na pia subscribe ili kuweza kupata elimu hii lakini pia kuweza kupata mafunzo kadha kadha ambayo tunakuwekea hapa ndani ya Rubaba TV. Chochote kile kwenye mafanikio lazima kuna changamoto, na siku zote changamoto hazipo kwa ajili ya kukatisha tamaa, lakini ni kwa ajili ya kukufanya wewe uwe imara na kuweza kufikia malengo yako. Hasa katika ufugaji huwa wafugaji wanapitia changamoto nyingi sana, lakini siku zote wafugaji ambao wanatamani kufikia pakubwa au kuwa na miradi mikubwa ni wale ambao hawakatishwi tamaa na changamoto, basi bali wanazitumia changamoto kama fursa ya kujifunza vitu ambavyo vitawasaidia wao kuweza kupiga hatua. Leo Rubaba TV tumepata fursa ya kumtembelea mfugaji wa kuku wa mayai kutoka jijini Mwanza ambao yeye ana mashamba mawili, ingawa amekuwa akijitahidi sana, amekuwa akikumbana na changamoto kadhaa kwenye upande wa uzalishaji lakini baada ya kusikia taarifa za kampuni za Koudijs na bidhaa zake aliamua kufungua milango kupokea msaada wa kitaalamu. Tukiwa na mtaalamu kutoka kampuni ya Koudijs tulitembelea mashamba yake yote mawili a, tukazungumza naye na kujionea hali halisi. Katika video hii, utaona jinsi ushauri wa kitaalamu unaweza kuleta mabadiliko makubwa kwenye ufugaji wako wa kuku wa mayai. Karibu tujifunze pamoja. Hata kama wewe ni mfugaji ambaye unapitia changamoto kama hizi, kampuni ya Koudijs ipo kwa ajili ya kuweza kukusaidia na kuletea bidhaa ambazo zitahakikisha changamoto zako zinakwisha kabisa. Tupo na mfanyakazi au mtu anayetoa huduma hapa shambani na tunataka tufahamu mawili matatu, tufahamu changamoto ambazo zinapitia hapa shambani, lakini pia tuweze kujua nini ambayo ni shida hapa. Kwanza tunashukuru sana kwa kutukaribisha, asante sana. We binafsi, tungependa uweze kujitambulisha na unaitwa nani? Mimi kwa majina naitwa Naftari Safieli. Ndio msimamizi wa hili shamba na kwa muda wote huko hapa. Kwa hiyo stori zote za hii shamba wewe unazifahamu? Ndio, zote. Sawa, so, tungependa kufahamu kwanza kiufupi tu hawa kuku wenu mmewaleta lini shambani? Hawa vifaranga wamekuja tarehe 13, 17 mwezi wa tatu. Kwa hiyo sasa hizi hapo wako ni wiki ya sita. Wana wiki ya sita? Ndiyo, wiki ya sita. Na hawa wakubwa wana muda gani hawa? Hii ni wiki ya thelathini na tatu kuja tangu tarehe nane mwezi wa tisa. Utagaji wao ukoje? Wewe kama msimamizi ukiangalia utagaji wao ukoje? Sasa hivi wameshuka maana wamepitia changamoto ya magonjwa. E, walikuwa na mafua, typhoid, ilikuwa zinawasumbua na wame, na baadhi ya kuku wamekufa. Okay. Na utagaji wao na sasa hivi unasema umeshuka. Mwanzoni alikuwa anatagaje na sasa hivi wanatagaje? Walikuwa wanatoa trei hadi ishirini na tisa, ishirini na nane kwa siku E, lakini saa hizi wanatoa ishirini na tano, ishirini na sita. Kwa hiyo kuna trei mbili hadi tatu zimepotea kula. Wanakula sana. Chakula wanamaliza kwa muda mchache sana e, na mayai nayo na changamoto yanakuwa yanapasuka pasuka. Ah, okay, na hiyo shida imeanza kujitokeza tangia lini? Tangu wanaanza kutaga, hiyo ya mayai ilikuwa inapasuka hivyo, anatoka ah, e, sio kuja na matobo hivyo. Sawa sawa. Sasa leo tuko hapa shambani kwa lengo la kuweza kushauri na kuweza kujua nini cha kufanya ili tuweze kupunguza hizo changamoto. Tunashukuru sana kwa muda wako, asante sana. Habari ndugu wafugaji, kwa majina naitwa Dr. Emmanuel kutoka kampuni ya Koudijs, ni mwakilishi wa Koudijs upande wa Kanda ya Ziwa. Leo hii nimeitwa na mfugaji ambaye anayepatikana Kisesa jijini Mwanza katika mtaa unaitwa Kanyama Huyu uh, mfugaji kanipigia simu na nimekutana naye na nimekuja kumwangalizia shambani kwake changamoto alizonazo. Changamoto ya kwanza tumeona ni ubora wa chakula. Chakula chake pia kimekuwa kina changamoto ya kutokuwa na ubora sahihi, na ukiangalia pia kumekuwa kuna changamoto ya kuku kudonoana, na changamoto nyingine kwenye hili shamba, kuku wamekuwa wanataga mayai, lakini mayai yanakuwa yana, yana, yana ganda laini. Yani mayai yanakuwa ganda lake linakuwa ni teketeke, linapelekea mayai yanavunjika mara kwa mara. Sasa hiyo ni moja pia ya sababu ambayo inachangia hasara katika shamba la ufugaji. Kama mayai yanakuwa na yana ganda laini kama jinsi yanavyoonekana, inamaanisha mfugaji kila siku anapoteza trei moja mpaka mbili za mayai, ambayo ni hasara kwa mfugaji. Vilevile pia kuku wanakuwa na changamoto ya kudonoana, na inapelekea mpaka vifo vya kuku vinakuwa vingi kwa wingi na ukiangalia kama linavyoonekana banda lake, ana banda zuri na kuku wako kwenye keji kama wanavyoonekana, na vilevile pia hata zile taratibu zile za ufugaji ambazo zinazotakiwa anajitahidi kuzifuata, lakini changamoto tu alionayo ni kwamba lishe imemwangusha. Sasa napenda kukushauri mfugaji ambaye unanitazama sasa hivi, najua wengi tunapitia changamoto za ufugaji lakini jambo ambalo unatakiwa ulizingatie katika ufugaji wako, unapokuwa na mbegu sahihi, jizingatia sana uwe pia na lishe ambayo iliyo ni bora, ili kukuondolea hasara kama hizo za kuvunjika kwa mayai na vilevile vile kusababisha kuku kudonwana, kudonwana kwa wingi na kusababisha vifo, kwa sababu kuku mmoja akifa kuwa jua kwamba mfugaji unapoteza laki moja na kuendelea hela ya Kitanzania. Sasa ili usifikie huko, tutafute tuje shambani kwako kama tulivyofika hapa, tukuelekeze namna gani unaweza ukatumia njia sahihi ya kuchanganya chakula cha kuku wa mayai. Kampuni ya Koudijs inakupa fursa ya kujiandalia chakula wewe mwenyewe mfugaji unapokuwa shambani kwako au nyumbani kwako, na utatumia malighafi chache tu, ili uweze kukamilisha huo mchanganyo wa chakula cha kuku. Tunapatikana kwa namba na zinazoonekana hapo hivi chini, vilevile pia tuna huduma ya kuwatembelea wafugaji sehemu yoyote ambao wanaopatikana. Tukaribishe, tuje tuone namna gani tunaweza tukatatua hizo changamoto ulizonazo katika ufugaji wako. Asante.